Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi ndani ya alasiri kwa saa huu. Hapa nikumbushe tu tukiwa tunazungumza uh, kuhusu huduma zetu ambazo ni muhimu sana kwa msimu huu wa sikukuu, wewe pia unaweza kututazama mubashara kupitia Azam TV max app ambao ukidownload kwenye Google Play Store ama App Store unapata burudani zote kupitia kiganja chako, au sio? Mpona hakika, haina shida. Basi kutokana na hilo, wenyewe wanaohusika japo na sisi pia ni wahusika, ni Frank Kilamli, ambapo yeye ni msimamizi huduma kwa wateja, mgeni wetu katika siku hii ya leo, mgeni mwenyeji, karibu bwana, na Regan Tairo, ambapo yeye ni mtaalam wa mafunzo. Na waswahili wanasema mgeni njoo mwenyeji yapone yeah. Bila shaka tutapona leo <laughs> kabisa <laughs> Mmetujia me, na jambo gani hasa msimu huu wa sikukuu Regan? Uh, kwanza kabisa ni kuwaambia wateja kwamba kwenye mwaka huu mm -hmm, tumefanya vitu vingi sana sisi kama Azam TV mm -hmm, lakini pia tumefanya vitu vingi sisi kama kitengo cha huduma kwa wateja kitu uh, kikubwa ambacho tumefanya ni kwamba sasa hivi wateja wanaweza kujihudumia. Ni moja kati ya huduma ambayo, uh, sisi kutu, sisi tunaweza kusema ni watu wa kwanza kuitoa eh? kwa sababu sasa hivi mteja anaweza kujihudumia kwenye kutumia uh, WhatsApp, lakini pia anaweza kujihudumia kupitia uh, IVR akipiga simu kitengo cha huduma kwa wateja. Lakini mbali na hivyo, uh, kitu ambacho tumewaletea leo ni kuwaletea ofa ambayo sasa hivi inaendelea ambayo mteja akilipia kifurushi anapata ofa, lakini pia mbali na kupata hiyo ofa anaingia kwenye uh, moja kwa moja kwenye draw ya kujishindia TV. Nadhani wateja wanaiona huko inatangazwa na vitu vingine kama hivyo mm. kwa hiyo bado ya wateja wana uwezo sasa wa kulipia vifurushi wakapata ofa, lakini mbali na kwamba wanapata ofa anaingia moja kwa moja kwenye uh, draw ya kujishindia kitu fulani kutoka kwetu kama Azam TV. Mbali na yote hayo mengine ya kuongezea ni kuhusiana na Azam TV Max ambao piabarmezungumzia kwenye ofa mzee Frank, tuweke tudadavulie eh? Uh, kwanza, santendi tena kwa mara nyingine. Unajua, mna nimisi sisi na mashabiki wote sasa kuelekea mwisho wa mwaka mm. tuna ofa za vifurushi vya aina mbili. Kifurushi cha kwanza ni kile cha elfu thelathini na tano, wengi wanakiita Azam Play au Serengeti mm. hiki ukilipia e, eh, kwa miezi kumi kuna ofa unayopewa ya mwezi yes, miezi, miezi miwili lakini ndani ya ofa hiyo ukishalipa mm -hmm. e, eh, thelathini na tano miezi kumi unapewa miezi miwili lakini unaingizwa kwenye draw sasa ya kushinda TV za Azam, okay, sindio? Lakini vilevile vile kuna kifurushi cha elfu 28 wengi wanakiita Azam Plus ama kinaitwa Ngorongoro kwa lugha nyingine. Hiki unalipia miezi 12 elfu 28 kiasi kama cha shilingi laki tatu na elfu thelathini na sita hivi lakini baada ya kulipia unapewa tena ofa, sindio? mkufunzi wangu. mm. Eh, unapewa ofa ya mwezi mmoja mm. lakini pia uh, unaingizwa pia kwenye draw nyingine ya kujishindia TV. Yani, unalipa unaingizwa kwenye draw, unapata TV hizo hi, hizo TV mm. za Azam ndo zipoje? Quality kwanza uh, pia ni inchi ya 42 zenye ubora wake. Unajua Azam huwa pepesi mm. ndio mm -hmm. akifata, akitaka jambo lake wali na nyoka eh, katika maana ifuatao ukipewa uki ile ofa ukishalipia ofa sasa mm -hmm. unapewa na TV <coughs> Kumbuka, hii Disemba tuna Afcon, tv hiyo unaitumia. mm -hmm. Tukitoka, tukitoka Afcon tunaichungulia uh, Bongo Star Search. Mm -hmm. Tunayo. Ndio. tutakuwa nayo, tutaishi nayo. tukitoka mm -hmm. hapo tutarudi NBC Premier League Januari na kuendelea na CAF Champions League kwa tv hiyo ya Azam ya nchi 42. hey bwana, feli wapi? tuna Azam, tuna tv za Azam alafu hautuambii bwana? Haya Tairo, tumeleta mchongo sasa. <laughs> <laughs> sawa sawa. Uh, Tairo, mwanzo kabisa ulitaka kutuambia hapa na umetuambia yale utakayopita kwayo katika mazungumzo yetu leo, ni namna bora ya kujihudumia mteja yeye mwenyewe sawa. na huu ndio wakati ambapo pengine badala ya kuanza kupiga simu customer care mm, hajihudumia mm, yeye mwenyewe ni kwa namna gani? Sawa, kwa mfano njia ziko mbili. Njia ya kwanza ni mteja akipiga simu, akipiga simu kuna, kuna ile sauti mteja anaipata inamwambia habari, karibu Azam TV. Chagua moja, bonyeza moja kwa Kiswahili, mbili kwa, uh, akishachagua itamwambia sasa zile huduma, kubadilisha kifurushi, bonyeza namba moja, kufanya hichi, bonyeza. Mteja akibonyeza ile namba automatically, kama namba ya simu ambayo amepiga simu kitengo cha huduma kwa wateja imesajiliwa na kisimbuzi cha Azam TV moja kwa moja itafanya ile huduma ambayo mteja amehitaji. Lakini kama mteja ana visimbuzi zaidi ya kimoja, yani sasa ana visimbuzi zaidi ya kimoja ambavyo vimesajiliwa kwenye namba hiyo hiyo ambayo anapiga simu, uh, system itamhitaji sasa aingize namba ya kadi. Kwa hakisha ingiza namba ya kadi ya kisimbuzi ambacho anahitaji, yeah. Anaweza kujihudumia. Sasa tumekuwa na, na na wakati ambapo kuna kwa kuna, kuna labda mechi kubwa, vitu vinakuwa vikubwa, wateja wanaweza wakawa wanasema sasa tuwapatie Azam TV na vitu kama hivyo. Akipiga simu call center anashindwa kupata kuzungumza na mtoa huduma. Kwa njia hiyo ya kujihudumia anaweza sasa kujibadilishia kifurushi kabla hata hajazungumza na mtu wa huduma. Lakini pia kama anaona kukaa na simu kusikiliza hivi, alafu abadilishe, inamchukua muda, basi anaweza akatumia namba yetu ya WhatsApp ambayo ni 0677996611. Akisevu namba kwenye kwenye WhatsApp yake, anatuma tu ule ujumbe, labda habari au mambo eh, itamwambia pale huduma gani ambayo anahitaji kufanya. Akibonyeza hiyo huduma, moja kwa moja na yenyewe itabadilisha itabadilisha hiyo huduma kwenye kisimbuzi chake. Okay. Kwao, badala ya mteja kusubiri mpaka mtoa huduma amalizane na, na mteja mwingine alafu yeye achukue, anaweza sasa kujihudumia yeye mwenyewe. Na hicho kimekuwa kitu kimoja ambacho kinasaidia sana wateja sasa kuweza kujihudumia, lakini pia kinasaidia wateja kuweza kupata huduma. Irudie namba ya WhatsApp, namba ya WhatsApp ambayo mteja anaweza kesave ni 0677996611. Mm -hmm hiyo ni namba yetu sisi ya kitengo cha huduma kwa wateja ya WhatsApp, ambayo mteja anaweza akatuma ujumbe. Akituma ujumbe, anaweza akajihudumia na akapata huduma kama kawaida. Nice. Ndiyo. Tunatoa TV ngapi? Unapewa TV moja. Eh. TV ngapi mna expect kuzitoa? Mnategemea kuzitoa TV ngapi? Kwa matarajio, unajua uh -huh. wateja wetu wa Azam TV ni waelewa mm. na ni watu ambao wanapenda burudani na vitu vitamu mm. Tusikalia ila ni nyingi Msh. Hapo sawa, maana anaweza akapata mponda. Alafu mimi akipata mponda, watu tulioingia kwenye dro, tuna wote, mnapata kikubwa. Ulipia tu elfu 28, okay, kwa miezi 12, na ulipia 35 kwa miezi 10, okay, unaingia kwenye dro moja kwa moja sawa. So, hiyo dro itachezeshwa lini bwana? Tarehe rasmi ya kuchezesha dro tutaitangaza. Okay. Itangaza. Kwa hiyo sasa hivi tu tunawazidi ku encourage wateja kulipia, akishalipia hicho kifurushi cha F 35 kwa muda wa kwa miezi kumi basi anapata miezi miwili bure. Unajua ni kitu ambacho uh, sio cha kawaida niseme, mm. Uh, unalipia kifurushi cha miezi kumi halafu unapewa miezi miwili bure uh, ni, ni kitu ambacho ni kikubwa sana. Unaingia kwenye draw ya kwenye kushinda draw, TV nchi 42 yani inajaa seven kwako kwa. ah <laughs> siwezi kusubiri kwa kweli, ndio feri wako kabisa <kwa kati>. alafu <laughs> na burudani <laughs> za kila aina unajua, inshallah 42 mm. Ukiona angalia kombolela, ndio kobi, tunamwona huyo <laughs> kwa tumalizie kwa Azam TV Max app ndio. mm -hmm. Uh, uh, bado tunazidi kuwasihi wateja ku download app yetu ya Azam TV Max ambayo sasa hivi imeboreshwa zaidi. Uh, na wateja kama wanapata changamoto, wanaweza pia wakawasiliana na kitengo cha huduma kwa wateja Azam TV Max kupitia WhatsApp, lakini pia wakaendelea kupata huduma ambazo wanahitaji Uzuri ni kwamba sasa hivi uh, kwenye Azam TV Max app viko vitu vingi sana vinaendelea. Unajua uh, unaweza ukasema, mfano Frank amezungumzia swala la kombolela, inaweza eh, mm. inaweza kawa imekupita wiki mbili zilizopita, ukienda kwenye app ya Azam TV Max utakuta episodi za nyuma. Una enjoy. Utakao, utaangalia. Eh. Na pale ulipoishia kama umeweka kwenye profile yako ukilog, mm. ukitoka ukirudi, hausemi, hivi niliishia wapi? Ah, unaendelea kuangalia pale pale ulipoishia. Okay. Kuna mambo ya highlights huko za mechi za e, kutosha za kutosha. Za kutosha. NBC eh, CAF Champions League tena, ila, ila mm. ambayo inakwenda kwanza itarudi tena Afcon ambayo tutaionyesha mechi zote zoteani. Okay. Nimewakumbusha watu walipie kifurushi kirefu cha 3500 mpaka 28 ili waenjoy Afcon. Kumbuka national timu ipo kule. Sisi tunawashukuru sana, Ani, sana, hizi, sana, sana, sana. Bu, hizi burudani mponda kutumia neno la Kiswahili atasema, yaani kama zinatulevya <laughs> kwa Kiswahili anaelewa, lakini ndio burudani kwa wote tulikuwa na Regan na Frank kutoka kitengo cha huduma kwa wateja Azam no. TV. Yote haya ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unapata burudani ya kutosha, au sio? Hakika, karibuni sana, asante.